Shaila yeye ana kusudia ameingia msikitini msikitini, mm. Na muda wa kimsala bado muda chache haitoshi, muda muda ya kusala dakika mbili ya tahiyatul masjid ah, okay, tena atasala dakika mbili ya kabla, muda hana alfajr, muda ya, ya muda ya dakika mbili tu atafanyaje? <coughs> Kama hii imetokea kwake bahati mbaya, anatakiwa aweke nia kwa sala raka, raka ina wote mbili kwa niya raka mbili yani, kwa sharti kama ilikuwa huyu kila kaida yake asali alfajr baka asali raka mbili kabla alfajr, au kaida yake, msikiti, nasali yake. Mm -hmm. Msikiti, ni kila msikiti ile nangia msikiti kwa anasali tahiyatul masjid kama kawaida yake madam ingia msikitini muda hana ya kusali mbili tahiyatul masjid na mbili ya uh,